Baba, tunajiweka wakfu sasa na tunajikabidhi mkononi mwako Bwana, kwa ajili ya neno lako hili litufae kwa ajili ya siku ya leo na kwa ajili ya siku zijazo, katika jina la Yesu naweka mbele zako watu wako hawa Bwana, ukawafundishe na kuwakumbusha mambo ya yapasayo, kupitia jina la Yesu naomba haya, Amen. Amen. Leo ni siku kuu ya Pasaka na mimi nilimwomba Mungu anipe ujumbe kwa ajili ya pasaka ili iwe kweli kwamba tumekumbuka sikukuu hii nzuri ya kufufuka kwa Yesu. Kwa hiyo sasa, kwa kadri ambavyo Mungu amenipa kusema leo, tutaenda kukumbushana mambo machache kuhusiana na Pasaka. Na ujumbe huu mimi nimeupa kichwa kinasema kweli tano kuhusu Pasaka. Kweli tano kuhusu Pasaka ndicho kichwa cha ujumbe ambao ninaenda kusimama nao mahali hapa asubuhi hii ya leo. Kweli tano kuhusu Pasaka. Kweli tano kuhusu kufufuka kwa Yesu. Tunapoadhimisha sikukuu ya Pasaka au sikukuu ya kufufuka kwa Yesu, ni muhimu tukajikumbusha mambo kama hayo. tukajikumbusha kuhusiana na Pasaka, tukajikumbusha uzito wa tukio lile lililofanyika usiku ule, Yesu alipokuwa akifufuka. Kwa sababu Yesu asingefufuka, kusingekuwa na imani hii tunayoita imani ya Kikristo isingekuwepo, kwa sababu ni kweli, Yesu alikuja na kuliandaa kanisa. Alitumia miaka mitatu na nusu akifundisha, na katika miaka hiyo mitatu na nusu alipata watu wengi sana waliomwamini na wakawa wafuasi wake, lakini ile isingekuwa na maana sana kama Yesu angeenda msalabani akafa akazikwa, halafu asifufuke. Isingekuwa na maana kwamba alipata wafuasi wengi, isingekuwa na maana kwamba alifanya miujiza, alifufua wafu, aliponya viwete, vizili, vipofu, kwamba aliwaponya, isingekuwa na maana sana. Lakini alipozikwa na ile siku ya tatu akafufuka, ilipigilia muhuli kazi ile ambayo Yesu alikuwa ameifanya kwa miaka mitatu na nusu. Haleluya, watu wa Mungu yeah. na ndiyo maana maandiko yanasema kwamba kwa, kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Alipofufuka kutoka kaburini, aa, ndiyo sisi tulipokea ushindi dhidi ya kifo na mauti. Ndio maana leo hii mtu ambapo amemkili Kristo kuwa Bwana Mwokozi wake, alafu akafa katika dunia hii, huyu mtu anakuwa bado anaishi kwa sababu atafufuka siku ile ya mwisho na kwenda kuishi tena maisha mengine ya milele pamoja na Kristo. Hayo yote ni kwa sababu Yesu alipozikwa kaburini, ile siku ya tatu alifufuka. Sasa haya mambo yanakuwa na, na maana kubwa sana tunapoyazungumza siku kama hizi za leo e, siku kama leo, siku ya Pasaka, siku ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu. Tukiyazungumza haya inakolea sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo tunaangalia kweli tano kuhusu Pasaka. Sasa kweli ya kwanza ni kwamba Pasaka ilianzia Misri. Kweli ya kwanza ambayo tunaiangalia asubuhi ya leo ni kwamba Pasaka hii tunayoisherehekea leo ilianzia Misri, kama andiko ambayo ambavyo yamesema kwamba wakati ule wana wa Israeli walipokuwa wanatakiwa kuondoka Misri kwenda Kanaani, Farao aliwashikilia kwa muda mrefu. Mnakumbuka, Mungu alimtokea Musa akiwa anachunga mifugo kule Midiani, akaona kijiti kinawaka moto katikati ya msitu, lakini ule msitu hauteketei na kile kijiti hakiteketei, ila moto unawaka. Alipoona yale maono, maandiko yanasema Musa alisema, nitakaribia nione maono haya. Aliposogea karibu na kile kijiti ili aangalie ndio Mungu akamwambia Musa, vua viatu vyako, maana mahali usimamapo ni mahali patakatifu. Baada ya pale, Musa akavua viatu, maanake akajiweka tayari. Mungu akaanza kuzungumza, akamwambia, nimesikia kilio cha wana wa Israeli, nimeona mateso, namna ambavyo wanateswa. Sasa nakutuma uende ukawatoe. Haleluya! Watu wa Mungu, nakutuma uende ukawatoe kule sasa haikuwa rahisi kwamba Musa alipofika, haikuwa rahisi kwamba alifika kasema, sasa nimekuja kuwakua hawa ndugu zangu, twende Kanaani. Haikuwa jambo rahisi alipofika, alienda kujitambulisha kweli kwa mfalme Farao, lakini Farao kasema, hatuwezi kuwaruhusu watu hawa waondoke, mpaka Mungu alipowapiga wana wa, wa, wa Misri mapigo tisa, bado Farao aliendea kufanya mwi, moyo wake kuwa mgumu mpaka pigo la kumi ambalo lilikuwa ni pigo la kuua mzaliwa wa kwanza. Ndio Farao akasema sasa nendeni, mmetuletea balaa. Maana kwa wa, kwa wa, kwa Wamisri mzaliwa wa kwanza alikuwa ni mtu wa thamani sana, yani yule mtu wa kwanza kuzaliwa mtu wa thamani sana awe wa mwanadamu hata wa mnyama wa thamani sana sasa ilivyo alivyowaua mungu alivyowaua ndio farao akawa sasa ile kile kitendo kili, kilipotokea mungu aliwapa maelekezo wana wa israeli kwamba wao wanatakiwa wafanye nini aliwaambia wachinje wachinje Manake pale ilimwagika damu, ndio maana pasaka. Ili tunasema kweli ya kwanza ni kwamba pasaka ilianzia kule Misri, ila ile pasaka iliyoanzia kule Misri ilikuwa kivuli cha pasaka ya kweli ya mwana kondoo. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa kule Misri, wana wa Israeli walitakiwa wachinje mwana kondoo, alafu ile damu ya mwana kondoo waifanye kwenye miimo ya milango na Mungu aliwapa maelekezo namna watakavyokula ile nyama, na akawaelekeza watakula nyama ile pamoja na mikate isiyochachwa. Sasa kitendo cha kupaka damu ya yule mwana kondo kwenye miimo ya mlango, kwenye vizingiti, kwenye malaika aliyekuwa ametumwa kwenda kuua mzaliwa wa kwanza katika Misri alikuwa akifika kwenye nyumba akiona damu anapita juu ya ile nyumba, na hapo ndipo neno pas, ndio pasaka ilitoka hapo, pass over ilitoka hapo. Akikuta damu anapita juu. Sasa ile damu ambayo ilipakwa kwenye vizingiti vya milango, ilifanyika ukombozi kwa wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Nataka nirudie kwamba ile damu iliyopakwa kwenye ile imiimo ya milango kwenye vizingiti vile ndiyo damu iliyofanyika ukombozi kwa wana wa Israeli, wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli, na damu ile ile, kama angetokea mtu mmoja katika Misri akapata ufunuo au akapata habari kwamba achinje, na yeye achinje mwana kondoo apake damu kwenye mimo ya, ya milango. Maana yake ni kwamba hata yeye wazaliwa wake wa kwanza siku hiyo wangepona. Bwana Yesu asifiwe sana, yeah. Kwa sababu kilichokuwa kinamfanya malaika mwalimu, asiingie katika nyumba na kuwa mzaliwa wa kwanza haikuwa utaifa, kwamba huyu ni mwana wa, huyu ni Muisraeli na huyu ni Mmisri. Kigezo hakikuwa hicho, lakini kigezo ilikuwa ni damu iliyowekwa kwenye mimo kwa. Akifika akiona damu anapita juu, manake yo nyumba anaipita, anaenda nyumba nyingine. Akikuta hakuna damu kwenye, kwenye mlango, anaingia ndani, anaua wazaliwa wa kwanza katika nyumba hiyo. Damu ile ya mwana kondoo ilifanyika ukombozi kwa wana wa Israeli, kwa wazaliwa wa kwanza wa Israeli. Na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani inafanyika ukombozi, si wa miili hii lakini roho zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana swala la pasaka ni swala muhimu sana, yani kitendo kilichofanyika cha Yesu kwenda msalabani na akaenda msalabani baadaye kazikwa, aka ilikuwa ni tukio muhimu sana kwa ajili ya imani yetu, kwa ajili ya sisi kupatana na Kristo na Mungu, kwa ajili yetu sisi kuwa na ujasiri wa kwenda mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana okay. Haleluya, watu wa Mungu, jamani, damu ya Yesu, damu ya Yesu ndiyo damu yenye thamani kuliko damu zingine zote. Kwa damu ya Yesu sisi tunatakasika, tumetakasika kwa damu ya Yesu. Kupitia Yesu Kristo na kifo chake msalabani, ndio tunapata ukombozi. Kuna watu wengine wanakataa kazi ambayo Yesu alifanya msalabani, lakini kwa wale tunaokubali, ni nguvu ya Mungu. Haleluya, Amen. Kwa hiyo kweli ya kwanza ambayo tunaiona katika asubuhi ya leo ni kwamba Pasaka haikuanza leo. Pasaka haikuanza Yesu alipokufa, lakini Pasaka ilikuwa imeanzia, ilianzia kule Misri, ingawa ilikuwa ni kivuli cha Pasaka ambayo ilikuwa inakuja, ya mwana kondoo aliyechinjwa pale msalabani. Haleluya, Amen. Kweli ya pili tunayoitazama asubuhi ya leo Kweli ya pili tunayotazama asubuhi ya leo ni kwamba pasaka ya sasa ni matokeo, pasaka ya sasa ni matokeo ya anguko la Edeni. Hii ni kweli nyingine au ni jambo lingine ambalo tunapaswa kulifahamu kwamba pasaka, tunasherehekea pasaka. Kwa nini tunasherehekea pasaka? Kwa sababu ya anguko la mwanadamu katika bustani ya Edeni. Nataka nikupe siri asubuhi ya leo. Na unajua, ukitembea ukiwa ukitembea na Mungu ukiwa na maarifa ya, ya kimungu unakuwa na ujasiri mbele za Mungu. Ukitembea na, uja, na, na, na, na, na, na ufahamu wa neno la Mungu unakuwa na ujasiri mbele za Mungu, hata kama mtu anyekuambia nini, wewe unakuwa unajua kwamba Mungu anataka ufanye nini ukiwa na maarifa ya kimungu. Hata kama mtu akikutisha, hata kama mtu akikutisha, unakuwa na ujasiri, unajua kwamba no, Kristo yupo aliyeshinda kifo na kaburi, anaweza kunitetea hata katika mazingira ya aina yoyote ambayo mimi ninapitia.